Kulingana na jarida la AS nchini Spain, klabu ya Liverpool imewasiliana na wakala wa mkufunzi wa zamani wa klabu ya Real Madrid Xabi Alonso kuhusiana na kurejea kwake ndani ya uga wa Anfield kuridhi mikoba ya mkufunzi Anslot. Wakati huo huo, Chelsea na Manchester United wanammezea mati kina mwenye umri wa miaka kumi na minane Muhamed Kaderi Meite anayeikipiga na Rene ya ligi hoa Klabu ya Manchester City inafuatilia kwa ukaribu hali ya beki wa Uingereza Trent Alexander Arnold ambaye mustakabali wake ndani ya uga wa Santiago Bernabeu nazungumzia Real Madrid umeanza kutiliwa shaka, kulingana na jarida la Sky Germany gol. Kipa wa Borussia Monchengladbach na Uswizi Jonas Omlin mwenye umri wa miaka thelathini na miwili ambaye alimezewa mate na Sunderland amejiunga na Bayern Leverkusen kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu huu. Wakati huo huo klabu ya ligi kuu ya soka nchini Ufaransa, Rennes imetupilia mbali ofa ya Chelsea ya kutaka kumsajili beki mwenye umri wa miaka ishirini Jeremy Jacquet, huku Chelsea wakiahidi kurejea tena na dau zito zaidi katika kipindi cha majira ya joto. Hatimaye Bournemouth inakaribia kukamilisha usajili wa Ryan kinda mwenye umri wa miaka 19 kutoka klabu ya vasco da Gama nchini Afrika Kusini. Gonga subscribe na uwashe notification bell, usikose taarifa zetu kemkem kem kila siku. Jina langu ni kinda mkandamizaji Wycliffe Musau.